Bwana bwanasl maisha, ukishaanza kujitegemea mwenyewe kumtafuta Mungu, ukaanza kuomba kwa kufunga, ukaanza kuomba tu mwenyewe, unaoka jitahidi ya kuamka, unaomba jitahidi mwenyewe ya kuomba, amina, jitahidi amekesha binafsi weo mwenyewe. Hiyo itakuwa inamwonesha Mungu kwamba wewe unamtegemea na, na akishaona unamtegemea, anachokifanya ni anakufanikisha za maandiko amesema hapo Mungu ali alitakabali ile vita. Mungu aliwapa ushindi ile vita kwa nini? ni kwa sababu walimtumainia yeye, kwa sababu walimuomba. Kwa hiyo yale yele maomba aliyoomba pale kwenye pale vitani yalipeleka yalipeleka kitu kwa Mungu, alafu Mungu akaleta majibu akawapa ushindi. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kanisa tuombaje? Amina. Bwana asifiwe Tenini ombasi oh, oh, unapoamka asubuhi omba, unapolala omba. Amina hmm. Uh, unapokuwa na muda wako na binafsi na, na, na Mungu itasaidia wewe pia kukua. Amina. Hawa watu waliposhindi lepita, ukija ukawatoa hawa watu kwaambia, hebu msimuombe Mungu tena Kwa nini? Kwa sababu wameshaanza kuona faida za wao kumtegemea Mungu, za wao kumuomba Mungu. Amina, Bwana asifiwe. Amin. Ndio maana watu wote wale waombaji, ukija ukawaambia tokeni, mwache kuomba hawatakuelewa. Kwa nini? Kwa sababu wanajua namna ambavyo maombi yanafanya kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, haleluya, Bwana asifiwe. Eh, eh, kwa hiyo ni muhimu sasa mtu binafsi kuanza kufanya nini? Kuomba. Amina, jitahidi sana uwe mwana maombi, na nimekwambia maombi sio ya watu fulani fulani tu. Amina, maombi ni kwa kila mwamini. Eh, jambo la tatu ambayo tatusaidia sisi kuweza kukua katika kum, katika wokovu Jambo la tatu litakaloweza kutusaidia sisi kukua katika wokovu, amina, maarifa. Andika hapo tu maarifa. Ehe, jambo la tatu ambalo litakusaidia mtu wa Mungu wewe pia kuweza kutoka level uliopo kwenda level nyingine ni maarifa, amina. Bila maarifa hauwezi kutoka hapo ulipo kwenda hatua nyingine, amina. Lazima uwe na ujuzi amina. Uwe na, na, na uwezo mkubwa wa mawazo wa kufikiri. Ili uwe na uwezo mkubwa wa kufikiri, lazima uwe na maarifa. Bwana Yesu asifiwe, amina. Bwana Yesu asifiwe, amen, haleluya, amina. Lakini jambo ambalo nimeshangaa kwenye maandiko, ambalo nimeshangaa sana, Mungu pia anachukizwa na watu wasiopenda maarifa, amina Naposema maarifa nanecha kwamba ni mafundisho ama vitabu. Unapokuwa unafuatilia mafundisho ama unapokuwa unasoma vitabu, wewe unajiongezea maarifa ndani yako Amina. Kuna watumishi wengi, nyinyi si mkubwa wako watumishi wengi kwa mitandao wanafundisha Amina. Wanafundisha jinsi ya kukua katika wokovu, jinsi ya kumjua Mungu, wanafundisha mambo mengi eh, sometimes sikiliza mafundisho yao Amina. Lakini pia kichagua watu sahihi ambao utakuwa unawafuatilia. Maana mtazame pia kuna watu wengine ni wajinga wanawaelekeza watu upuzi. Amina? Amina. Kwa hiyo lazima pia waangalie hivi huyo mtu anachoelekeza mimi kinanisaidia nini? Je, nilike kinanifanya nimjue Mungu au kinanifanya nijue vitu kuliko Mungu? Kwa sababu leo kuna watu mtandaoni na wanawaambia watu waje kwa Yesu ili wapate vitu. Waje kwa Bwana ili wapate utajiri waaana ili wapate sio wake wawa vitu vizuri. Amina. Wakati huo Yesu mwenyewe mwenye kanisa yake anasema mtu akiacha baba mama akaacha vyote kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili. Amina, huyo atapata jeni mara mia na mbinguni uzima wa nini. Sasa, lazima kwanza mtu aelewe anaacha vyote kwa ajili ya nini, kwa